Sasa juzi hapa, wakati Dkt. Samia akizindua kampeni alisema ndani ya siku mia moja kazi atakazozifanya mojawapo ni kuongeza wahudumu kwenye hilo eneo la afya. La pili alisema akichaguliwa siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi Oktoba, bima zitawafikia wale wa, ile sheria tuliotunga bungeni tena, maana wakati sheria inatungwa mimi ndo nilikuwa speaker. CCM ile sheria tulitunga bungeni ya bima ya afya kwa wote, alisema itaanza utekelezaji mara moja, na itaanza kuwapatia bima wale kaya ambazo hazijiwezi. Lakini ninyi pia mnafahamu kwenye mitaa yetu, mwaka jana tulitoa, kwanza, si mwaka jana, ni mwaka huu mwezi wa pili, mwaka huu mwezi wa pili tulitoa bima kwa zaidi ya watu elfu tisa. Kazi hiyo tumejipanga nayo, itaendelea na kama hao watu elfu tisa tulitoa kwa kata thelathini na sita la jiji la Mbeya. Sasa Uyole ni kata kumi na tatu ndugu yangu Mwanaitua, ndugu yangu Mwanailomba, tumejipanga. Ndio maana tunasema Uyole kazi kazi kazi, majungu na umbea tupa kule. CCM oye, CCM oye, ndugu zangu, mnanielewa? Mnielewi? nione mikono, watu wanasema tumeelewa na zile bima sasa Dokta Samia analeta na mimi mbunge wa kujiongeza zile nilizokuwa natoa zitaendelea. Ah, wana Uyole jamani, tuko pazuri. CCM oye, CCM oye! Kwa hivyo msiwe na wasiwasi, Uyole ni kazi kazi kazi, majungu na umbea tupa kule.